Yaliyotokea uh, Oktoba 29, tarehe 9 Disemba, uh, Tanzania imejiandaa vipi kukabiliana na hilo? Asante na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na, na Disemba, natoa rai kwa Watanzania na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais, let us get back to tukae, eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tusiruhusu tena jambo la aina hiyo, ndugu zangu. Hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions, yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine Mmesema mmejiandaje. La kwanza tunawaomba Watanzania, tunawaomba Watanzania, kila mmoja wetu tuwajibike, tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, kwa sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai. Ni jambo ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo nitasema